Makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman leo amerudisha rasmi fomu ya kuomba ridhaa ya chama chake ili apitishwe kuwa mgombea wa urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwaka huu. Salma Said ametuandalia taarifa ifuatayo. Tukio hilo limefanyika katika ofisi kuu za chama hicho mara baada ya kukamilisha alizungumza na waandishi wa habari na kusema Zanzibar inastahiki kupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii na inazo fursa za kufanya hivyo ikiwa itapata uongozi sahihi. Othman amesema uamuzi wake wa kuwania nafasi hiyo umetokana na dhamira yake ya kuleta mabadiliko ya kweli kwa wananchi wa Zanzibar, mabadiliko yatakayojikita katika utawala bora, haki za binadamu na uwajibikaji wa viongozi wa serikali. Zanzibar inahitaji mwelekeo mpya wenye kukomesha ufisadi, unaodhibiti ubadhirifu wa mali ya umma na kuimarisha misingi ya haki na utawala wa sheria. Kupitia uchumi wa huduma, Zanzibar inategemea sana utengamano wa kijamii ambao unavutia wawekezaji wakubwa, uwekezaji wa, wa ndani na pia jamii kubwa ya Wazanzibari walioko nje ya nchi. Swala la umoja wa kitaifa na maridhiano, sisi ACT Wazalendo tunaamini kwa kina juu ya umoja wa Zanzibari kwenye ujenzi wa nchi yao. Tunaamini kwa dhati kabisa kuwa maridhiano ndi njia mwafaka ya kupita kuelekea lengo la Zanzibar mpya na tumejipanga kuiandaa Othman aliahidi ajenda yake ni kuimarisha misingi ya haki na matumaini ya wananchi wote pamoja na kuimarisha serikali ya umoja wa kitaifa. Kiongozi mkuu wa chama hicho, Dorothy Semu, ambaye alisema uchaguzi huu ni wa mapambano. Chama cha ACT Wazalendo, tutaendeleza mapambano ya kupigania mageuzi ya mfumo wa uchaguzi hadi dakika ya mwisho. Kwa upande mwingine, chama cha mapinduzi CCM tayari kimempitisha rais wa sasa wa Zanzibar, Daktari Hussein Ali Mwinyi, kuwania muhula wa pili, hali inayoashiria ushindani mkali kati ya wagombea wawili hao katika uchaguzi ujao. Salma Said, DW Zanzibar.